Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu apewe sifa. Ninakukaribisha pia katika tena kipindi chetu hichi ambacho tunaendelea na somo letu linalosema uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu. Na katika sehemu hii ya pili tutaendelea na maana ya uwepo wa Mungu, na katika sehemu ile ya kwanza nilifafanua, lakini pia katika sehemu hii ya pili nitakwenda kukuonesha maana saba za uwepo wa Mungu, maana saba za uwepo wa Mungu. Twende tukaombe. Baba, katika jina la Yesu sante kwa neema yako, asante kwa uweza wako. Tunakushukuru maana we ni Mungu mwaminifu. Sante kwa kibali hiki ambacho Bwana umetujalia tena, tumeweza kukutana ili tuweze kuendelea na sehemu yetu ya pili ya somo letu linalosema uwepo wa Mungu. Baba, Roho Mtakatifu wako akae mwalimu mkuu, yule anayesikiliza somo hili Bwana ukapate kumgusa kwa namna ya ajabu, katika jina la Yesu Kristo alibona na Mwokozi wa maisha yetu. Amen, amen. Basi baada ya sala fupi hiyo, napenda tuendelee na somo letu katika sehemu yetu ya pili na somo linalosema uwepo wa Mungu, kama tulivyoona katika sehemu ya kwanza kwamba uwepo wa Mungu unamaanisha kwamba ni hali ya Mungu kuwa karibu yetu, kuonekana na kujidhihirisha kwetu katika maisha yetu. Yawezekana ikawa ni kwa mtu binafsi, yawezekana ikawa ni kwa eneo yawezekana ikawa ni katika jambo fulani, Mungu anajithibitisha mwenyewe, wenda ni kwa mtu Bini kuhusu afya yake au huenda ni mahali, labda inawezekana ikawa ni shuleni, yawezekana ikawa ni kanisani, au yawezekana ikawa ni sehemu yoyote, au pengine yawezekana ikawa ni katika jambo lolote, yawezekana ikawa ni biashara, yawezekana ikawa ni elimu, au yawezekana ikawa ni chochote tu. Kwa hiyo ni hali ambayo mtu anaweza kuishi kuona, au kutambua kwamba Mungu yupo, anafanya kazi katika maisha yake. Bwana asifiwe sana. Sasa tuanze na maana yetu ya kwanza katika zile maana saba za uwepo wa Mungu ambazo nimekuandalia katika sehemu ya pili. Maana ya kwanza tunasema uwepo wa Mungu ni Mungu mwenyewe kuwa pamoja na wanadamu. Uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu mwenyewe kuwa pamoja na wanadamu. Hapa tunasema uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu kuwa pamoja na viumbe vyake, kwa maana ya kwamba Mungu hayupo mbali, Mungu yupo karibu nasi, Mungu yuko karibu nasi, yuko pamoja na sisi. Kwa hiyo uwepo wa Mungu ni Mungu mwenyewe kuwa pamoja na wanadamu kama tunavyoona kwenye bustani Edeni. Nitakuwa natumia sana huko kwenye kitabu kocho cha Mwanzo sura ya kwanza, ya pili na ya tatu na ya nne, kabla ya mwanadamu kuasi. Hata tunapoona tu tuliposoma ile kitabu cha Mwanzo sura ya pili ile mstari wa saba na mstari ule wa kumi na tano tumeona kwamba pale Mungu alipomba mwanadamu alipomumba mwanadamu, baada ya kumumba mwanadamu akamtoa na kumweka katika bustani ile ya Edeni ili, ili aweze kukaa pale. Sasa pale Mungu alikuwa anataka akae pale ili awe pamoja na yeye, na ndio maana unaona baada ya kuasi Mungu anakuja kuuliza uko wapi, uko wapi Adamu, uko wapi Adamu. Maana yake katika uwepo wa Adamu alikuwa ishaondoka tu, kwa hiyo uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu kuwa pamoja na viumbe vyake, anakuwa pamoja na sisi. Tunaposoma kitabu kile cha Yoshua sura ya kwanza na mstari wa tisa Yoshua sura ya kwanza na mstari wa tisa maandiko yanasema hivi, kwa maana mimi Bwana Mungu wako nipo pamoja na wewe popote uendapo. Unaona, kumbe Mungu mwenyewe anafurahia sana kuwa pamoja na wanadamu. Kwa hiyo ile hali ya kuwa pamoja na wanadamu ndiyo tunaiita uwepo wa Mungu katika yetu. Sasa tuendelee na maana ya pili ya uwepo wa Mungu. Maana ya pili ya uwepo wa Mungu, ninasema kwamba Uwepo wa Mungu ni nguvu ya Mungu inayozilika katika maisha yetu ya kila siku uwepo wa Mungu tunasema kwamba maana ya pili ni nguvu ya Mungu inayozilika katika maisha yetu kwa maana ya kwamba kila mara Mungu anapokuwa mahali au Mungu anapokuwa pamoja na mwanadamu nguvu zake huonekana nguvu yake hujifunua katika maisha ya huyo mtu kwa hiyo kama anaumwa magonjwa yataponywa yata kama ana shida shida zitaondoka kama na matatizo matatizo, matatizo yatapata majibu kama na maswali ndani ya moyo wake ambayo yameshindikana, Bwana atakwenda kuachilia majibu, ili mradi tu yupo katika uwepo wa Mungu. Kwa hiyo uwepo wa Mungu ni nguvu ya Mungu inaozilika katika maisha yetu kila siku. Tunaposoma kile kitabu cha Kutoka, Kutoka sura ya 19 na mstari ule wa kumi na nane kutoka sura ya kumi na tisa na mstari wa kumi na nane tunaona Mungu aliposhuka, yani aliposhuka na nguvu zake, Mlima Sinai ulitetemeka sana kwa sababu Bwana alishuka juu yake kwa moto, kwa nguvu. Hebu tusome hapo Kutoka kumi na tisa na mstari ule wa kumi na nane maana kunasema hivi: Mlima Sinai wote pia ukatoka ukatoa moshi kwa sababu Bwana alishuka katika moto, na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi moshita wata tanuru tanu mlima wote ukatetemeka sana. nilikitaka nio niipate hichi kitu, ukatetemeka sana kumbe, nguvu za Mungu zikishuka kwenye maisha ya mtu, maana yake yule mtu ambaye amekaa katika uwepo wa Mungu tumesema kama tulivyoona katika sehemu ya kwanza kwamba mtu akika katika uwepo wa Mungu anapokea nguvu za Mungu. Kwa hiyo zile nguvu za Mungu zinaposhuka kwenye maisha ya mtu, kwa sababu yupo katika uwepo wa Mungu, zinatetemesha matatizo, zinatetemesha magonjwa, zinatetemesha shida, haziwezi kukaa tue. Angalie maana ya tatu ya uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni utukufu wake unaojionesha kwa watu. Uwepo wa Mungu ni utukufu wa Mungu ambao unajionyesha au unajifunua kwa watu wale ambao wapo katika uwepo wa Mungu, kwa maana ya kwamba uwepo wa Mungu unahusiana na utukufu wa Mungu, yaani ni mwanga wa Mungu ambao unazilika kupitia wema wake kwenye maisha ya watu. Sasa kama tunataka kukaa katika uwepo wa Mungu, tujue kwamba utukufu wake utajionyesha katika maisha yetu. Kwa hiyo tusome kile kitabu kile cha Mwanzo ah, sorry Mwanzo so so Mwanzo tuseme Kutoka arobaini 34, Kutoka arobaini Kutoka sura arobaini na mstari wa 34. maana niko nasema hivi utukufu wa Bwana ukajaza hema ya kukutania. Unaona, utukufu wa Bwana. Kwa hiyo utukufu wa Bwana unashuka kwenye uwepo wake. Kama tuko nje ya uwepo wake, utukufu wa Bwana hauwezi kushuka. Kwa hiyo ili utukufu wa Bwana ushuke kwenye maisha yetu kama ulivyoshuka kwenye hema hii tulipoona kwenye kitabu cha Kutoka 43:34, lazima tuwe katika uwepo wa Mungu. Maana ya nne ya uwepo wa Mungu, Bwana asifiwe. Maana ya nne ya uwepo wa Mungu Uwepo wa Mungu ni ushirika wa karibu kati ya Mungu na mwanadamu. Kule tulisema ni hali ya Mungu kuwa pamoja kwenye maana ya kwanza, hapa maana, yaani, tunasema ni ushirika. Kuna watu wanawezekana wakawa pamoja, lakini hawana ushirika. Ushirika naouzungumzia hapa ni ule, ni ule, ni hali ya, ya kuwa na mahusiano ya karibu sana na Mungu. Kwa hiyo tunaposema uwepo wa Mungu ni ile hali ya Mungu kuwa na mahusiano ya karibu na mwanadamu. Na tunaposoma kile kitabu cha Yakobo sura ya nne na mstari wa nane Yakobo sura ya nne na mstari wa nane Maandiko yanasema hivi: mkaribieni Mungu naye atawakaribia nyinyi, itakaseni mikono yenu, enyi watu wenye zambi na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Kwa hiyo tunaposoma hapa kwamba tumeitwa kumkaribia Mungu sasa ile hali ya kumkaribia Mungu na kuingia katika mahusiano ya karibu na yeye, hapo automatic tunakuwa katika uwepo wake. Tukaangalie maana ile ya tano ya uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu kuleta mabadiliko ya kiroho katika maisha ya mtu. Uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu kuleta mabadiliko ya kiroho katika maisha ya mtu. Kwa hiyo kama tunataka mabadiliko ya kiroho ni lazima tuwe katika uwepo wa Mungu. Kwa hiyo ukiona mtu amepata mabadiliko ya kiroho, naposema mabadiliko ya kiroho maana yake mwanadamu ana mabadiliko mawili: kuna mabadiliko ya kimwili, kuna mabadiliko ya kiroho. Napozungumza mabadiliko ya kiroho maana yake ni kukua kiroho, ni kuama viwango, yaani kama umeokoka leo, maana yake ulikuwa ujui kuomba, tunakupata um, tunakuja kukuona baada ya miaka miwili unajua kuomba. Ume umeokoka leo, ulikuwa una kiu ya kusoma neno, unavyozidi kukaa katika wokovu, kiu ya kusoma neno inaongezeka. Umeokoka leo, ulikuwa ujui kufunga, unaanza kufunga kutafuta uso wa Bwana. Kwa hiyo hayo ndio mabadiliko ya kiroho maana yake unazidi kukua siku kwa siku. Kwa hiyo mtu aliyekaa katika uwepo wa Mungu au uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu kuleta mabadiliko ya kiroho katika ya, ya, ya mtu ya mtu, ya mtu, we mtu. Kwa hiyo mtu anapokaa katika uwepo wa Mungu, tabia na maisha yake hubadilika, tabia na maisha yake hubadilika. Lakini pia tuangalie maana ile ya sita. Maana ile ya sita ya uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu kuleta faraja na ulinzi kwa wanadamu. Kwa hiyo tunasema tafsiri nyingine kwamba unapoona ulinzi wa Mungu upo kwa mtu, maana yake huyo mtu yupo katika uwepo wa Mungu. Unapoona faraja ya Mungu ipo kwa mwanadamu, maana yake huyo mtu yupo katika uwepo wa Mungu. Kwa hiyo kama atukai katika uwepo wa Mungu, hatuwezi kupokea ulinzi wa Mungu. Kama hatukai katika uwepo wa Mungu, hatuwezi kupokea faraja ya Mungu. Kwa hiyo ili tupokee ulinzi wa Mungu, ili tupokee faraja ya Mungu lazima tukae katika uwepo wa Mungu. Tusome ile Zaburi ya ishirini na tatu na mstari wa nne, Zaburi ya ishirini na tatu na mstari wa nne. Maandiko yanasema hivi: naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Daudi alijua kwamba mlinzi pekee wa kuweza kum, kumsaidia aweze kupita salama katika mapito yake ni Mungu. Na ndio maana Daudi, unapofuatilia historia yake, mfano Daudi alikuwa na mahusiano ya karibu na Mungu, alikuwa amekaa katika uwepo wa Mungu. Hii ni kama darasa kwetu sisi pia, ili tuweze kupokea ulinzi wa Mungu tutafute kukaa katika uwepo wa Mungu. Tukikaa katika uwepo wa Mungu, ulinzi wa Mungu utakuja automatic na faraja itakuja automatic. Tutakuwa na amani tele, hata tukipita katika bonde la uvuli wa mauti tutaogopa mabaya kwa maana Bwana yu atakuwa pamoja nasi. Nasi tuangalie maana ya saba ya uwepo wa Mungu, maana yetu ya mwisho ya uwepo wa Mungu katika sehemu hii ya pili, uwepo wa Mungu ni zawadi kwa wenye mioyo safi. Yani, uwepo wa Mungu si auji kwa kila mtu, huu ni zawadi kwa wenye mioyo safi, yaani wenye mioyo safi Ha, tunaposoma kile kitabu cha Mathayo, sura ya tano mstari wa nane nasema hivi Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Mathayo sura ya tano mstari wa nane nasema hivi Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kwa hiyo ukiwa na moyo safi automatic, Mungu ataonekana kwako. Ukiwa kwa kwa na moyo safi ni tiketi ya wewe kuingia katika uwepo wa Mungu. Kwa hiyo uwepo wa Mungu hujulikana kwa wale wanaomcha kumtii na kumtafuta kwa dhati. Kwa hiyo baada ya kuangalia hizo maana saba za uwepo wa Mungu, tunasema kwamba uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu kuwa karibu na mwanadamu. Fahamia kwamba uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu kuwa karibu na mwanadamu, akijionyesha kwa nguvu, upendo na utukufu wake katika maisha ya mtu. Kwa hiyo kama unataka Mungu ajionyeshe katika upendo kwako, ajionyeshe kwa nguvu kwa zake kwako, aoneshe utukufu wake kwako, kubali kukaa katika uwepo wa Mungu. Tumemaliza sehemu yetu hii ya pili. Tutaendelea na sehemu yetu ya tatu ya somo letu hili. Usikose. Ulikuwa nami Mwalimu Eric Alistide. Naamini kwamba umejifunza. Naomba niombe kwa ajili yako juu ya kile ambacho umekijifunza ili Mungu akupe nguvu ya kwenda kukifanyia kazi. Twende tukaombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ume mana umetujalia kuweza kuangalia maana saba za uwepo wako za uwepo wako katika maisha yetu. Mungu Mtakatifu, Nisaidie mimi nikawe mwaminifu, msaidie aliyesikiliza akawe mwaminifu, tuweze kufanyia kazi kile ambacho tumejifunza, katika jina la Yesu Kristo. Baba tuwezeshe kwa nguvu zako, namwezeshe msomaji huyu akafanyie kazi kile alichojifunza, au msikilizaji huyu akafanyie kazi kile ambacho amejifunza, katika jina la Yesu Kristo na mimi utatenda, amen. Unaweza kunipata kwa namba ya simu ambayo ni sifuri sita tisa mbili mia moja themanini mia nane themanini na nane. Amua leo, naanza leo. God is able. Barikiwa.